Naomba kutangaza matokeo ya uchaguzi wa naibu spika. Matokeo haya yameshuhudiwa na wahakikishaji wawili, kwanza ni na mheshimiwa Cecilia Paresso kutoka kambi ya walio wengi, na mheshimiwa Devotha Minja kutoka kambi ya walio wachache. Matokeo ni kama ifuatavyo: idadi ya kura zilizopigwa mia tatu kura zilizoharibika sifuri. Kura za hapana sifuri. Kura za ndio 371. Hivyo mheshimiwa Daniel Baran Sillo amechaguliwa kuwa naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 371. Katibu, kiapo, kiapo. Kiapo cha naibu spika. Mheshimiwa mgombea, kiapo. Mimi Daniel Baran Silo na hapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama naibu spika wa Bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa Katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote, kwa vyovyote vile sitatoa siri za Bunge. Ewe Mwenyezi Mungu.